Ulimwengu hautaishiwa vituko, ulimwengu hautaishiwa matukio, na leo nimekuandalia matukio ambayo yanahusu tupunguze gharama ya. tupunguze gharama ya. <tutu> <tutu> <Madya, madya, madya. tutu> hivi karibuni limetokea tukio la kushangaza huko nchini Kenya ambapo wakati Rais wa nchi hiyo Mheshimiwa William Ruto akiwa anahutubia ilitokea sintofahamu baada ya raia mmoja kumrushia kiatu kichwani wakati kiongozi huyo mkubwa kwenye hilo taifa akiwahutubia wananchi. Na leo nimekuandalia viongozi kadhaa ulimwenguni ambao pia wamewahi rushiwa viatu hadharani, na sasa ni kusimulia kidogo kipi kilitokea huko jamhuri ya Kenya. Mnamo tarehe 4 Mei 2025, rais wa Kenya, William Samoei Ruto, alikumbwa na tukio lisilo la kawaida alipokuwa akihutubia wananchi katika mkutano wa hadhara, eneo la Kehancha, Kuria Magharibi, kaunti ya Migori. Katika hali ya mshangao na taharuki, mtu mmoja kutoka kwenye umati uliokuwepo alirusha kiatu chake kuelekea kwa Rais Ruto, jambo lilosababisha mtafaruku wa muda mfupi kabla ya walinzi kuchukua hatua. Ingawa kiatu hicho hakikumjeruhi Rais Ruto, tukio hilo limeibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya na watu wa mataifa mengine, likichochea mjadala kuhusu maana ya kurushiwa kiatu. Na wengine kujiuliza kama wapo viongozi wengine wameshawahi kufanyiwa hivyo. Katika tamaduni mbalimbali mbali, hasa zile za Kiarabu na Asia ya Kusini kurusha kiatu ni ishara ya dharau ya hali ya juu. Inamaanisha kumdhalilisha mtu hadharani, kumpa fedheha isiyofutika. Viatu vinachukuliwa kuwa vichafu kwa sababu ya kugusa ardhi, hivyo kurushiwa mtu kiatu ni kama kumwambia hana thamani au heshima. Katika maeneo mengine ni kejeli lakini katika mataifa mengi ya Afrika ni ishara ya kisiasa na kutofautiana kwenye itikadi ama masuala fulani fulani yanayoendana na siasa. Rais Ruto si kiongozi wa kwanza duniani kukumbwa na tukio kama hili, na hapa na kusogezea baadhi ya matukio yanayofanana na hilo lililompata Rais Ruto. Mnamo tarehe kumi na nne Disemba ya mwaka elfu mbili na nane, rais wa Marekani wa wakati huo George Bush alikumbwa na tukio lisilo la kawaida wakati wa mkutano wa pamoja alipigwa na kuteswa kwa njia mbalimbali. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa duniani na kumfanya alizidi kuwa shujaa kwa baadhi ya watu katika ulimwengu wa Kiarabu, ingawa kwa jamii nyingine alionekana kama mtu asiyekuwa na heshima mbele ya viongozi. Kiongozi mwingine ni Wen Jiabao. Mnamo Februari 2 mwaka 2009, waziri mkuu wa China Wen Jiabao alirushiwa kiatu wakati wa hotuba yake katika Chuo Kikuu cha Cambridge huko nchini Uingereza. Na kiongozi mwingine ni Pervez Musharraf. Mnamo mwaka 2009, alikuwa rais na kiongozi wa kijeshi wa Pakistan. Pervez Musharraf alirushiwa kiatu wakati wa mkutano na wanadiaspora wa Pakistan mjini London. Tukio hilo lilitokea wakati Musharraf alikuwa akihutubia umati wa watu waliokusanyika kumsikiliza. Mwanaume mmoja kutoka umati uliokuwepo alisimama ghafla na kurusha kiatu kuelekea kwa Musharraf, akipinga utawala wake wa kijeshi. Hayo ndiyo baadhi ya matukio ya kustajabisha ambayo hu watokea viongozi mbalimbali ulimwenguni. Kwa habari nyingine na simulizi nzuri, tafadhali usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania na Instagram kwa anwani ya ITVTZ. Kwa habari za kuaminika na simulizi nzuri na kufurahisha, basi endelea kutufuatilia.